Yaunda <laughs> yeah. Mimi kusibiri. Nataka ukachague nyumba nzuri pale Tower Heights. Ziko pale Makupa lakini wauzaji ni hawa Halili Estate, yeah. Yes, yes. Kwa hiyo sisi tuenda na wewe na kusindikiza tu, lakini mimi nawai sasa mora, sasa mbona utaki kunibelega? Sasa hivi naomba nikimbia hapo, then I'll pick you, sawa? Mimi nataka tuende nishane no, na wewe alafu, relax, kila kitu inakuwa oh. Chagua nyumba vizuri, mimi unajua nalipa, sina tatizo lolote. So na natuma pesa? Eh, mimi nachukua nyumba. Kabisa. Haina shida mimi naenda nachagua Ah, Wa alaykum salaam. Ah, karibu. Hapa ni Ahlil Estate Agency. Wacha maneno, wacha natapika tapika tapika tu mimi nimekuja hapa ha. Nataka kujua ofisi mutu mwenye anasimamia Ahlil Estate. Nataka taka hiyo manyumba, wacha maneno mingi haya, sawa. Pole lakini, me Karibu.